Aha. Yeah, pia kwa mkutasari mm. Tuko naye 12 million, ziko kwa nyumba haya. Kuna watu wananifuata moja kwa moja hadi Makueni, Ukambani na mwisho kabisa eh. Tuko na siafu kwa ndege ala, ala. Makosa ala. Tukiingilia kwa chai ya kwanza kabisa mm. 12 million yes. Zinapatikana kwa nyumba aya, tunaingia kwa moja tunampata. Ukipenda zaidi mheshimiwa one on only one from Kiambu yes. mm. Wa matangi oh. Ama ukipenda wa matanka oh, wa matanka <laughs> Serikali imemfuata, anasema alipigiwa simu yes. Akaambiwa, Joe brother eh. Unatafutwa eh. Kidogo majangiri dosi wakakuingilia hadi kwa nyumba kwake eh. Wakapata 12 million cash money oh my. Wakapata 3000 cash money oh my. Makosa ala. The reason wanamfuata wanasema eh. Wakati <laughs> mbinu ya kuaminika nduru za kuaminika nduru nduru za kuaminika eh. Zinasema ya kwamba eh. ati wanadondoo eh. ati yeye ndiye alikuwa mmoja eh. wa kufanya wa mushut eh. arudi nyuma kinyume nyume <laughs> <Kama wadavo. gasps> Makosa. No. Yes. Kidogo wakampeleka mpaka kule kwa anti-corruption. Uh -huh. Na kidogo wakamweka masaa matano na kumwachilia. <laughs> Hey. Swali kubwa ni je? Hey. Ukienda huyu jamaa wa matangi, hey. Jamaa mwenyewe he's a contractor yes. Jamaa kona malori hey. Kwa hivyo 12 million, well, kwa nyumba hey. He has been a senator for 10 years, yes. Hey. Mm. Ukitembea huku Islii, yes, utapata waria wanabeba hata zaidi ya hiyo <laughs>

makosa anasema kuna jamaa weusi mm. sana weusi <laughs> <di iti iti. laughs> amamusheme <laughs> na wanono <laughs> <laughs> wamekuwa akimfuata. anasema kuna siku <laughs> wamemzindikisha kutoka kwake hadi Makueni. Oh, no. jamaa ukipenda rigeji <laughs> akaanza kusikia tete <laughs> akaanza kuingiza baridi <laughs> akasema akaandika barua mm. akasema tafadhali, kuna mm. watu wananifuata mm. majangli dosi mm. wanataka kunisambaratisha masanse. wanasema nini? anasema kwanza ati masanse wenyewe ndio wanamfuata. oh, no lakini kidogo He. masanse waliingiza pia waonjeve, wakasema wakaona umse tukimwangusha <laughs> <laughs> aina haja <Hawaii>. tutajisambaratisha <laughs> na wakampatia <laughs> security <laughs>

Majangiri dosi wawili, mmoja ni wa kutoka Vietnam anaitwa Dahan, mwingine ni mwa Central Kenya anaitwa Duncan ng'ang'a <laughs> <laughs> hawa majamaa wawili walipatikana pale JKIA airport, kama wamebeba dhiafu dhuraku toka umera ta dhuraku, walikuwa wamebeba siafu elfu tano na sio zuraku peke yake, wamebeba zuraku ile sio takwa queen. Haya. Haya. Ile ile magazi zinauma, hizi ni makosa wakakamatwa, mm. Na jamaa wakakubali makosa yao. Oh, la la. Swali ni je, hatujawahi ambiwa ya kwamba siafu, ehe, ni mali ya serikali. Kumbuka kifungo wanafungwa nacho ni kama cha kupatikana na ndovu ama moguogo. Inayoshangaza zaidi polisi ambaye ameenda kiganjo akamaliza training, akapewa unifomu na bunduki na akaswea, ndio walikuwa na hesabu siafu elfu tano. Kitana andika hapo hiyo mm, ni siabu ngapi? Tumepigiza siabu ngapi sufa? <laughs> Na hii ni mgonjwa. Ani marai. Na hii ni kama alikuwa ametoa makaka ni. Wewe <laughs> kaganda. <laughs> Abante kwenye hata makakari ya ya siabu ni pesa. <laughs> <laughs> <laughs> Kumbe Wajakoya alijua. Hii kitu tungechagua presidenti hii wa chakoya hii. Ora <laughs> <laughs> nyita dura funa dawa ikiuma Kenya matira nyita e. Haya. <laughs> Ruona the <laughs> derere. E. Vietnamese. Eh, walituma wazazi wao. Wazazi, aya, wa huyu mu Vietnam uh. ali land Kenya within no time. Aya. Kwa sababu pia sheria ya Kenya mm. ukishikwa na siafu ni kunyongwa. <laughs> Mm. Kumbuka sisi tulijaribu kutuma watu wetu kule Vietnam, ikakua ni ngori na Dankan, wakati u Dankan Ng'ang'a alikubali makosa yake, lakini before atoke akaambia koti Korea a guya no mahitio oreganisia Korea. <laughs> <laughs>

Hii sinema imeandaliwa naye mm, Angelo Buenavista. Uh, ah, kumbuka kwa hii sinema uh. <laughs> tumekuwa na sinema ambazo tumeandaliwa mchipi mshipi, yes. Hii sasa ndio the last episode imeandaliwa mm, na angelo Angel Buenavista, yes. Mm. Uh -huh. Ukipenda zaidi amekuwa akiwekwa nje, ilikuwa ni mwaka wa 2020 uh -huh. tarehe kumi na nne uh -huh. yes. yes. April eh, tarehe 14, eh, ambapo alizaliwa <laughs> okay. nani mm. Kuna mtoto alizaliwa on 14th February <laughs> 2020 <laughs> Angela Buenavista alikuwa ameambiwa hiyo mimba ilitoka hiyo mimba ilishatoka makosa, na yeye akaishi kujua hana mtoto uololoyaye. Lakini nduro za kuaminika zinaonyesha ya kwamba kidogo, hii sinema inaitwa nani? Hii sinema inaitwaje? <laughs> The return of Angelo <laughs> I need my baby back. Oh, Angelo mwenyewe Buena Vista. <laughs> Alisema anataka kushikanishwa na loya Danstan Omari mwenyewe na wafanye DNA. Kwa sababu katika kipindi cha kwanza cha sinema alidanganywa, makosa imefanyika hapa, wakati First Corinthians walikuwa na post picha kimakosa, waliweka picha ya mtoto Angelo Buenavista kuangalia ile picha na kujiangalia akaona, hapa nilichezwa. Hapo na hapo akaanza safari kutoka the Philippines <laughs> anataka kumnyang'anya Corinthians. <laughs> Anasema mimi mtoto wangu mtoto wangu hata lewa na huyo mnamwita Corindians, sijui mnamwita nini? mm -mm, mm -mm. Lahasha, nimekataa okay. Nataka kwanza tufanye DNA, tubainishe ya kwamba 2020 mwezi wa nne tarehe kumi na nne <laughs> nilichezwa <laughs> <laughs> wana DCI ukipenda zaidi, wana DCI wa internet asigwa <laughs> wana DCI wa internet wamechukua picha ya mtoto wana Wakash wana wakashikanisha na ya Angelo Bonavista <laughs> wanaanza kuangalia luka like wanaweka mapua tik, mdomo tik Hakuna haja ya DNA eiragera yeta <laughs> mwana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wanasema, mtoto wangu, mtoto wangu, hawezi hawezi lelewa na first Corinthians ama second Corinthians ama first Colossians. <laughs> Sasa huyu ni mchezo kati ya fast Corinthians na fast Modeo Angelo Bonavista is coming all the way from Damascus. Amekasirika. <laughs> <laughs>